Kwenye maisha ya binadamu kuna kupanda na kushuka. Kuna muda unaweza ukapitia kwenye nyakati ngumu na ukahisi ya kuwa Mungu amekuacha, ukahisi ya kuwa ndugu amekuacha. wa watu wengi wanapopitia kwenye nyakati ngumu, wengi hushindwa hata kuomba, na wengine hata wakiomba, wanaishia kunungunika. Jambo ambalo unatakiwa kulitambua unapokuwa kwenye nyakati ngumu nyakati ambapo mbele unaona giza, hutakiwi kuomba maombi ya kunung'unika, kwa sababu Mungu wetu anachukia maombi ya mtu anayenung'unika. Watu wengi wanapopitia kwenye nyakati ngumu wengi hushindwa hata kuomba, na wengine huanza kuishia kulia tu na kuhuzunika. Leo nimekuandalia maneno hayo, ukiyatamka wakati upo kwenye nyakati ngumu, Mungu atasikia maombi yako kabisa. Kabla tujaangalia maneno haya, nisiwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika chaneli yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika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 Kati ya vitu ambavyo vinatuweka karibu sana na Mungu ni maombi. Tunajua maombi ni mawasiliano kati ya Mungu pamoja na mwanadamu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya kwanza na mstari wa 18, imeandikwa haya, njoni tusemezani, asema Bwana. Tunaweza tukazungumza na Mungu kwa njia ya maombi, lakini pia ukisoma kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 21, imeandikwa haya, letini maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu asema mfalme wa Yakobo. Kupitia maombi unaweza ukamwambia Mungu jambo na Mungu akakujibu. Watu wengi wanapopitia kwenye nyakati ngumu au kwenye kipindi kigumu, wengi hukosa maneno ya kuomba, na wengine huishia hata wakiomba huishia kunung'unika. Kama nilivyosema, Mungu huwa anachukia kabisa maombi ya manung'uniko. Leo nimekuandalia kitabu hichi cha Zaburi. Unapokuwa kwenye kipindi kigumu, unatakiwa utamke maneno haya, na ukitamka maneno haya kwa imani, Mungu akasikia kabisa sala yako na atakusaidia. Watu wengi wanapokuwa kwenye nyakati ngumu, hutakiwi kunung'unika. Unapopitia kwenye nyakati ngumu, iwe ni kiuchumi, kiafya, kibiashara au kwenye jambo lolote, unapopitia kwenye nyakati ngumu Soma Zaburi hii au tamka maneno haya. Ukitamka maneno haya utaona kabisa mabaliko. Nifuatishe maneno haya ninayoyasoma, na wewe yafuatishe maneno haya, yatakupa nguvu kabisa. Unapopitia kwenye nyakati ngumu, hakikisha unatamka maneno haya katika maombi yako, na Mungu atakusikia. Ee Bwana, usinilaumu katika ghadhabu yako wala usiniadhibu kwa ukali wa hasira yako. Kwa maana mishale yako imenichoma na mkono wako umenipata. Hamna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako, wala hamna amani mifupani mwangu kwa sababu ya hatia zangu. Maana dhambi zangu zimenifunikisa kichwa, kama mzigo mzito zimenilemea mno jeraha zangu zinanuka, zimeoza kwa sababu ya upumbavu wangu. Nimepindika na kuinama sana, mchana kutwa nimekwenda nikihuzunika. Maana viuno vyangu vimejaa homa, wala hamna uzima katika mwili wangu. Nimedhoofika na, kush... nimedhoofika na kuchubuka sana. Nimeugua kwa fadhaa ya moyo wangu. Bwana, haja zangu zote ziko mbele zako, kuugua kwangu hakukusikitirika kwako. Moyo wangu unapwitapwita, nguvu zangu zimeniacha, nuru ya macho yangu nayo imeniondoka. Walinipendao na rafiki zangu wanasimama mbali na pigo langu, naam, karibu zangu wamesimama mbali, nao wanaotafuta uhai wangu hutega mitego, nao wanaotaka kunidhuru hunena mabaya na kunifikiria hila mchana kutwa. Lakini kama kiziwi sisikii, nami ni kama bubu asiyefumbua kinywa chake. Nami nimekuwa kama mtu asiyesikia ambaye hamna hoja kinywani mwake, kwa kuwa na kungoja wewe Bwana, wewe utajibu, E Bwana Mungu wangu. Maana nalisema wasije wakanifurahia, mguu wangu ukiteleza, wajitukuza juu yangu. Kwa maana mimi ni karibu na kusita, na maumivu yangu yako mbele yangu daima. Kwa maana nitaungama uovu wangu na kusikitika kwa dhambi zangu. Lakini adui zangu ni wazima wenye nguvu, nao wanaonichukia bure wamekuwa wengi, naam. Wakilipa mabaya kwa mema huwa adui zangu, kwa kuwa nalifuata lililo jema, naam. Wakilipa mabaya kwa mema huwa adui zangu, kwa kuwa nalifuata lililo jema. Wewe Bwana, usiniache, Mungu wangu usijitenge nami ufanye haraka kunisaidia. E Bwana wokovu wangu. Amen. Haya ni maneno ambayo unatakiwa kuyatamka unapopitia kwenye nyakati ngumu. Yamkini upo kwenye nyakati ngumu kimahusiano au kwenye jambo lote Unatakiwa uhakikishe unatamka maneno haya kwa imani, na unapotamka zaburi hii kwa imani Mungu atakusaidia kabisa na atajibu haja ya moyo wako. Watu wengi wamekuwa wakinungunika, lakini na wewe ambao unanisikiliza sasa hivi, usinungunike. Unapokosa maneno ya kuomba, unapokuwa kwenye wakati mgumu ukakosa maneno ya kuomba, basi hakikisha unaisoma zaburi hii, hakikisha unayatamka maneno haya kwa imani na baada ya kuyatamka maneno haya kwa imani utaona njia zinaanza kufunguka, lakini pia Mungu atasikia maombi yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo saba na mstari wa saba imeandikwa nukuu, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, kwa maana kila ombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. Unapokuwa unatamka maneno haya Mungu atasikia maombi yako. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini kama bado huja subscribe, basi hakikisha una subscribe. Na kubonyeza kitufe cha alama kengele. Ni kutakia wakati mwema, tukutane vipindi vijavyo.